Spana, mambo vipi? Ah, safi tu. Tumeona Simba viporo amevitafuna vyote, kilichobaki ni kile baina ya wao na wananchi. Timu yenu kwenye ubora mmeionaje? maana mechi hizi zote inaonekana kila mechi pimping Kamara ameanza kuruhusu goli. Ah, yale ni makosa ya kibinadamu na kila goalkeeper anakuwa nafungwa na sisi, lakini sisi tulikuwa tunataka viporo vyetu vyote tuvimalize, na tumevimaliza. Bado kimoja tu hatujakimaliza, na hichi tunakitaka sehemu yote Tuko tayari tucheze mechi na mahitaji yetu yote yamekwenda vizuri. Sasa hivi ni jambo letu lilo baki, ni moja tu fainali basi, hakuna jengine. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie twende moroko tukafanye vizuri, tukirudi fainali tunemaliza nyumbani kwetu, na tunahakikishia kombe tunaliacha Tanzania kwa vetu, kwa vyovyote wanavyotaka wakitaka kwa mkono wakitaka kwa mguu wakitaka kwa kichwa, lakini kombe tuliache Tanzania vipolo vitafuna taratibu kwa wakati wake, hatimaye vimeisha. Mnampumulia mtani wenu kwa alama ya gep la pointi moja. Hii imekaa vipi? Na mimi nawasiwasi, watasema hizi nyingine, mechi nyingine ataa hawezi kucheza kwa sababu gani? Kwa sababu tayari pointi moja tumepishana nao, kwa hiyo watasema sisi hivi vingine hatu, kwa sababu bodi ya ligi hatuna imani nayo, kwa sababu bodi ya ligi vi, vi, yani, michezo yote kumi na bodi ya ligi ndio inasimamia sasa, wao watasema hawezi kucheza na hapa, hapa. Sasa watu wanatumia akili kwamba kwa nini bodi ya ligi hawana imani nayo, lakini kwa nini wao ligi kuu wanacheza? Jambo la kujiuliza, kwa nini ligi kuu wanacheza kwa ajili ya Simba tu ndio hawana, hawana imani nayo? Kwa sababu gani? wakati vilabu ni vingi. Kwa sababu tayari tuko nyuma yao, na wao walikuwa hawafikiri kama sisi tutafikia, tutafikia hapa tulipo wao walijua kwamba sisi miaka miwili tutapotea mpaka timu itengenezwe mpaka wachezaji waelewane kila kitu. Kwa hiyo wao wameamua sasa tayari wakaona ah! mara moja washafika fainali, tuko pamoja nao, tuko nyuma yao, hii ni hatari bana. Sisi tena waomba kama mimi mzee wa kuteseka na waomba wasicheze ligi nzima, waache kabisa, siwana bodi ya ligi hawana imani nayo kwa nini wanacheza ligi? Wao wamesema, wana mashaka na mchezo namba 184 sio michezo mingine yote. Ndio wanamogopa Simba, wanaogopa Simba na sasa hivi wao wanachofikiria sana, wanafikiria Mpanzu, beki gani wa kumkaba kwao hayupo. Kwa hiyo ndio wana maana wana, wanatiana nyingi sana, lakini sasa tunawaambia huu ni mpira, tuchezeni ni mpira, atakayeshindwa ashinde. Sasa tunawaambia hatumwezi, basi aje tucheze. Wao sio wako vizuri, sisi tuko tayari tucheze nao. Kwa nini wanatukimbia? Wao wetufungia milango, sisi tutapitia wapi? Wafungue milango tupite, alafu wana kuja. Kwa nini mnakimbia? sisi tunakimbia? Sisi Alikamwe, kwanza mimi nampa salamu zangu, mzee wa kuteseka, nampa Alikamwe kwanza akasome. akasome mambo ya mpira kwa sababu aliko Baharesa alikuwa ujanja ujanja tu pale kwenye, alipokuwa kwenye redio alikuwa anaongea ujanja ujanja tu, anachambua mpira, lakini hajui leo tumeona kabisa kama leo anafik anafikia sehemu kwamba anaongea mambo ya utumbo kabisa, umeona eh? anaongea utumbo. Uh, eh, kwa hiyo sisi tunamwambia akasome kwanza Alikamwe, mambo ya mpira hajui uh... eh, hajui mambo ya mpira, acha kwanza kuchambua, hata mpira wenyewe hajui, anaongea mambo ya utumbo. Hata baadhi ya Yanga wenye akili zao wanaongea kwa kwamba Alikamwe ana mambo Ali ana, Kamwe anatakiwa kasome kwa sababu mambo haya anaropoka ropoka ovyo tu, yeye hajui chochote yeye anaona kama bodi ya ligi ikimfungia, anaona kama ameonewa, lakini shida sio Alikamwe. Tumemsikia hata juzi mzee Dalali, wakati anafanya miong kipindi miongoni mwa redio moja, alikuwa anazungumza, anasema dabi ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili ilipogairika, yeye wakati huo akiwa mwenyekiti katika bodi ya Simba, so hakuelewaelewa, lakini baadaye ilimchukua kutumia busara tu kutoka masaa matatu, lakini mpaka hii na yeye anashangaa kwa nini iigailika na ana, anaomba ya utoke ufafanuzi kwa haraka sana, ili na yeye hata aelewe. Huyu ni mkongwe ndani ya klabu ya Simba, mzee Dalali. Kwanza ni mtu mmoja ni bora sana katika nchi hii, mimi nampongeza sana mzee Dalali, mzee Dalali, mzee Dalali anaongea vitu vilivyokuwa sahihi kabisa, ila sasa tatizo tofauti na wenzetu wanavyoongea kuhusu, naomba adabi hiyo dabi anayosema mzee Dalali na hii tofauti kabisa. Ni kweli atakuwa ajue kwamba bwana, tatizo lilishwa hii dabi ni kitu gani? walishatoa wa ufafanuzi lakini wao wakasema hapana, ngoja tuende kasi moja kwa moja, huko moa huko wamefeli. Baada ya kufeli wanasema wanataka bodi ya ligi itoe ufafanuzi. Bodi ya ligi ilipokushona kule mambo yamemaliza, mchezo umeisha, wameamua kupanga matokeo ya kwamba bwana mpira taa uchezo tarehe 15 mwezi wa sita Simba na Yanga wakutane, basi shida imekuja, homa imeanza kufukuta. Tunamzungumzia Joshua Mutale, esjira gari limewaka dakika za mwishoni kabisa, na ndio tatizo la hili sasa hivi wanapigia mahesabu. Kuna watu wanaokimbia, wako watu wawili hao, watu wana hatari sana. Kwa hiyo wao wanafikiria hao watu wawili, je, tutawakabaje watu wawili? Na jana umeona ile KMC wamebana wametufunga goli, wakafurahi sana, tukawaambia tulieni. Umeona pasi zile mpaka goli zinapatikana? Wao lazima wenyewe wameshtuka. Kwa hiyo sasa hivi Simba inatisha. Wamodoko wote walikuwa hapo bado wameona. Lakini sasa tunawaambia hata waje wote, wachukue yule mikada yote wachukue. Sisi tunazaa nao. Yaani, sasa hatuwezi kukubali, lazima ubingwa tubakishe Tanzania. Kiwango cha Joshua Mutale baada ya kutoka po, kupotea hapa kati amerudi, unaona akisalia ndani ya kikosi cha Simba msimu unaokuja hata kama iko kwa Kijapani angesalia. Kwa sababu gani? Sote tunajua kama sio watu kisha, washa, washa wa mpira tunafahamu kwamba kuna mchezaji, kuna baadhi ya siku Ah, eh, hatari anaweza akazunguka kwenye boksi hapo hapo mara tisa akafunga bao hmm. hey. sili imechuja, inaonekana elimu panzu kibisa wala yuko Simba kwa mkopo na tayari majirani upande wa pili washaanza kufukuzia dili lake. Sawa, kama kwa mkopo wamchukue wao, lakini sisi tunasema tena, mpanzu hayupo kimkopo. Tuliona kule Kongo tukamtaka yule mchezaji. Baada ya kumtaka sisi, wakatuambia bwana, huyu akabakia na miezi minne. Tukataka kutoa hela, wakatukatalia wale mabwana. Sisi tukafanya mpango, tukampeleka Ubiligiji. Ubiligiji alipokwenda kule, eh sasa, wao kama kwa mkopo basi achukue, wachukue, tuko tayari, tutatafuta mwingine kwa sababu sisi wachezaji tunatafutia watafutia wow. Wao eh, Yanga mpaka ya sasa hivi wamechanganyikiwa wa, kwa sababu gani? Upepo tayari ushaapotea tayari, hawajui wanaelekea wapi. Kesho wanarudi wanacheza na Namungo kwenye dimba la like, KMC. Mtani wenu anatafuta namna ya kuwaacha tena gepu la pointi huku, mkiendelea kuvifukuzia viporo. Sisi hatuna wasiwasi na tunajua kwamba na Namungo toka zamani anamwimbisha ana, ana, ana, ana sana Yanga, yaani anapata sabu, tabu sana Yanga pale kwa Namungo. Lakini sasa tatizo ni moja, baada ya kuona wanakambiwa wana, wana, wana sana na, na Namungo kwa wameona bora waichukue sasa JSM ile haiwapiti tabu kabisa. Na hata si hatuangalie mechi hizo kwa sababu tuna jambo letu sisi la finali. Hata nyinyi lakini mmezifunga timu ambazo zenenembo ya JSM tumefunga kwa sababu gani? angalia wanavyocheza mpira kwanza, anatupa ugumu, lakini sisi tunafurahi ule ugumu anaotupa. Hawajui kama sisi wanatupa imara wa timu yetu vizuri sana hela. Kwa wenyewe wanababaika tu, sasa hivi hatuchezi, maana hatufanyi nini au watajua juu yao yao, si tunafanya yetu sasa hivi. Simba gari limewaka nje ndani. Kwa kumalizia um, wana Simba, baadhi ya mashabiki wa Simba wamesikika wakitoa wa kauli mwanze mfungo rasmi kwa ajili ya Simba kuiombea kwa ajili ya kuchukua ndo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Uko tayari kuanza mfungo, ikiwa walikubaliana mwanza leo mfungo Jumatatu? Wewe umeingia kwenye mfungo leo au utaanza kesho? Sisi bado hatujaanza, lakini tunaanza juma, kesho Jumanne tukijaliwa, kwa sababu hii ni vita na vita haianzi Jumatatu, inaanza Jumanne. Kwa hiyo Jumanne, si kesho, tunaanza kufunga eh, kwa ajili ya Simba na ubingwa uchukue na hata uchukua ubingwa eh, shukrani sana, asante sana.